Novatus Victor mnyama Simba anaingia uwanjani katika siku ya kesho kutwa anaingia akiwa anahitaji magoli matatu tena kwa bila, yeah. Na anaingia akiwa anahitaji hayo magoli matatu kwa bila, lakini pia anahitaji pia kuzuia, yaani ana kazi kubwa mbili, azuie halafu mm. Pia ashinde, ashinde magoli matatu, ni kazi ngumu kweli kweli, na nikijaribu kukumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni lini Simba kushinda magoli matatu kwa sufuri dhidi ya timu kutokea Uarabuni nakumbuka mara mwisho ilikuwa ni JS yes, Saoura kipindi hicho e, lakini yakina Okwi wakina uh, chama ndo anaanza anza nadhani, ilikuwa ile ilikuwa ni 2018 19 hii e. E. Sasa baada ya hapo amekuja ameshinda mbili kwa Constantine, ameshinda mbili kwa Wydad. Uhitaji wa magoli matatu ni, ni mlima mrefu sana ambao Simba wapo nao, lakini ukijaribu kuangalia ni kazi ambayo inawezekana kwa sababu uh, Simba wakiwa na uhitaji wa kitu wa wakiingia uwanjani wanaonyesha kweli kukihitaji hmm. Tizama namna ambavyo Simba walicheza mechi dhidi ya Al Ahli Tripoli eh, iliyomalizika kwa goli tatu kwa moja. Walikuwa wana uhitaji na ushindi, mechi inaanza, dakika za mwanzoni wanaruhusu goli. Yaani kusikwe kusiwe na sababu ya kwamba uh, mchezaji akaija kusema sikuwa na siku nzuri kazini hmm. Kauri kama hizo hazitakiwi kuwepo kama baada ya mchezo hmm. Ya yeah, kila mchezaji inabidi awe katika ubora wake yeah. Kwa sababu maana ya kuwa team ni kwamba ushirikiano uwe mkubwa kwa wachezaji wote ambao wanaingia uwanjani na ubora uweze kuonekana. Kwa hiyo kama anakosekana mchezaji mmoja ambaye atakuwa chini ya kiwango, maana yake atakuwa anawapa mzigo mkubwa wachezaji wenzie kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo unaona, ni moja kati ya mechi ngumu ambayo Simba wanaenda kuicheza lakini kwa malengo ambayo wamejiwekea na hamasa ambazo zinaendelea nje ya uwanja, nadhani uh, wana nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri, na nafasi hiyo wanayo kutokana na uimara wa wachezaji wao, lakini pia confidence ambayo wachezaji wao wapo nayo.